vyangu hello, vipenzi vyangu, sasa kuna offer nataka kuwapatia Afrika ni wasome nyota. Ni vizuri uishi kujua nyota yako gani mbili lakini kuna nyota saba za kimaisha. Kwa hivyo ni vizuri uishi kulingana na nyota yako yenyewe huko. Utaishi ukiwa na uga chumvi ya mawe, utaishi ukifanya nini ukienda kuombea, utaishi ukibalizwa pesa kwenda ugangani. Lakini kama huishi na nyota yako hakuna siku utafanikiwa. So ni vizuri uelewe nyota yako ni gani, siku yako bahati ni gani, unafaa ufanye nini, ni udi gani unafaa utumie, ni mafuta gani unafaa ujipake ndio akuletee mvuto. Haya yote nitafanya ndani ya hii match. Kwa hivyo ukitaka kusomewa nyota yako hakikisha nambangu iko hapo juu, unanitafuta. Pili, leo nataka kuongelesha kitu fulani. Yani unakuta kuna watu hufanywa uchawi, wakawa mzito mzito, kuwaza mzito, kufanya biashara mzito, kutoka mahali yuko aende mbele. Ni jinsi gani utajitoa katika tatizo hili? Hakikisha unapata chungu kipya, chungu kiwe kipya, na kitambara cheupe pia kiwe kipya. Vitambara vinauzwa jamani, unaenda unasema nikatiwe kitambara, unapewa. Sasa katika kile chungu, takeka kwa nyumba ndani, ukiweke maji maji safi. Maji yoyote sijasema maji ya bahari wala ya mto, yawe maji yoyote, na kile kitambara chako kiwe cheupe. Usiku ukifika saa saba, chukua kile kitambara chako, hakikisha juu hujavaa lolote, alafu chukua kile kitambara chako, jifunge kwa kichwa. Ukijifunga kwa kichwa, chuchutama, kuchutama ama kuchuchuma pale kando ya chungu, omba chochote, sema, wangu mabaya wangu wote ambao wananitakia mabaya leo, kupitia maji haya, mimi natoa nuksi zote, nataka niwe salama, kama yani ning'are ngare, mimi niwe nifanikiwe, mambo yangu yawe tu mepesi na yani kila kitu kwangu kifanyiwe pesi, iwe ni nuksi balami kosi yote, alionifanyia ubaya basi ashindwe. Ukimaliza pale, lala na kile kitambaa kwa siku saba, itakuwa unafanya zoezi hilo hilo. Usiku wa saba unachutama na kunuia chochote unachokitaka. Ile siku ya saba ikishafika, chukua ile maji kamwage kwa mtaro mchafu mtaro unaopitisha maji chafu, iwe ni maji ya choo, iwe ni maji ya hoteli, yani mtaro wote ule unaotaka, kamwaga ile maji. Ukishamwaga sema, leo yote wale wabaya wangu wote nawachoa katika maisha yangu, yani nyinyi hamna nafasi yoyote kwangu, ninawachoa na ninamwaga. Mali penu ni hapa, mnastahili kwenda huko kwa uchafu. Lakini mimi kwa sababu nimetakata na sina nukta la badala zote, basi niache. Toka hapo, chukua chungu chako, nenda kwa njia panda kivunjo. Kikivunja hakikisha kuangalia nyuma, nenda moja kwa moja mpaka nyumbani, hata nukti ziwe zaidi ya vipi. Hapa ndugu yangu, hii ni kiboko, hii ni kiboko sana. Lakini ukitaka kuelewa kuhusu nyota yako na jinsi ya kufanya uwe na mvuto na kila kitu, hakikishani unajua nyota yako ni gani. Nifate hapo, namba yangu iko hapo juu, kwa bayo nifate nipigie wakati wowote, mimi simu yangu